Asante sana uh, moderator na washukuru waliowasilisha <coughs> mada hizi katika vipande tofauti. Nami nimejifunza mengi sana leo na <coughs> nitakuwa very brief kwa <coughs> sababu moja, sina sauti leo, lakini ya pili ni kwamba mambo mengi yashazungumzwa hapa na nakubaliana nayo uh, kwa ujumla wake, lakini nakubaliana na baadhi yenu uh, zaidi kuliko navyokubaliana na baadhi yenu na, na sitawataja wale ambao nakubaliana nao zaidi na wale ambao labda sikubaliana nao kwa kiasi hicho, uh, mtajitambua katika nitakayosema hapa. Muhimu ni kwamba yote mnayozungumza juu ya PPP ni ni, logical, ni mantiki tupu. Uh, serikali na vyombo vyake inawekwa uh, madarakani na katika nafasi zake kwa utashi wa watu wake kwa kawaida. Sio lazima, sio lazima, kwa sababu kuna mtu akazungumza juu ya, ya local government na umuhimu wa hizi serikali za mitaa, halafu nakumbuka kwamba mwaka elfu mbili na ishirini na nne tulitakiwa tuwe na uchaguzi wa serikali za mitaa, sikuona ukifanyika. Sasa <coughs> sijui unapozungumza juu ya local government unazungumza juu ya local government ya Tanzania au ya Botswana, lakini <laughs> niseme ni kwamba yote mliozungumza ni sawa, lakini wenyewe mmesema vile vile kwamba kuna kuna kuna conditions, kuna conditionality. Nadhani amezungumzia kwa uwazi kabisa, uh, Profesa Kinyondo uh, uh, Profesa eti nataka kusema Profesa Kinyondo alafu na Dkt. <coughs> Tibaijuka <laughs> aberration kubwa sana. Uh, walivyozungumzia Profesa Kinyondo na Profesa uh, Tibajuka, kuna conditionality ya vitu hivi. Huko zamani walifanya wakubwa wa dola zao kuorganize watu wao kutoka uh, private sector, kama unakumbuka akina Walter Raleigh akina Francis Drake tulifundishwa sisi kwamba walikuwa ni watu wa kuleta ustaarabu wa kizungu kwa makabila ya watu walioko nyuma, lakini tunajua kwamba ile ilikuwa ni private sector imeingizwa katika mradi wa, wa serikali kwenda kupora nchi za wengine na serikali inafanya utaratibu wa kukusanya mitaji na, ku, uh, na majeshi wakati mwingine kwenda kupora huko. Uh, Waingereza waliwapiga Wachina uh, wakishirikiana na nchi nyingine za Ulaya kwa sababu Wachina walikataa kutumia mihadarati ambayo ilikuwa inahitajika sana, kwa sababu ukiwa kuna kikundi, kuna sehemu kubwa ya Uchina wanapenda sana kutumia mihadarati na Waingereza wana, wana lima mihadarati wanalima opium, yani wana mashamba kabisa. Uh, wale wanaomjua George Orwell wa uh, 1984 na Animal Farm, baba yake ye ya alikulia India. India ilikuwa ni sehemu yote ile ya, ya, ya mashariki, na baba yake alikuwa ana cheo kinaitwa katika serikali ya Uingereza ya, ya, ya, ya, ya, ya mfalme Opium officer, something like senior opium officer grade two. Yani hiyo kazi yake ni kulima na kukusanya mihadarati ili wapelekewe wa China watumie mihadarati, halafu hiyo pesa inatoka kule ndio irudi kuendesha himaya nzima ya Uingereza uh, mashariki mwa, mwa, mwa, mwa Asia walivyokataa Wachina wakatwangwa mara mbili 1840 eh, na 1850 ili watumie mihadarati. Lazima tumieni mihadarati kwa sababu hii hela tunaitaka sisi. Sasa hii inazungumza nyee, siyo mihadarati eh, na naamini kwamba ni kwa ajili ya eh, faida zetu, lakini ili watu wakubali kuingia kwenye uh, PPP lazima wajue unafanya nini, hii PPP maana yake ni nini, faida yake kwetu sisi ni nini, na sisi tutaichangia namna gani, na, na tunapoweka hela zetu au miamala uh, yetu katika shughuli kama hii, tuone kwamba tunapata faida. Tunapata faida, lakini kwanza imesema Profesa Kinyondo amezungumzia vizuri sana, hakuna transparency kabisa katika nchi hii. Tumefanya kusudi kuua transparency kiasi cha kwamba kila kinachofanywa na mashirika na serikali na idara za serikali sasa hivi ni kitu cha siri sana. Katika hali kama hiyo, hamtafanya lolote likafanikiwa, hatutaweza kufanya kazi yoyote iwe ni PPP au ni simple Uh, straightforward, uh, economic uh, engagement haiwezi kufanya kazi hata kidogo. Tumeona swala la uh, transparency. Kwanza hakuna media, ndio tukubaliane e. Na nyie mnajua naposema hakuna media, tunajua kwamba kuna wakati tulikuwa na media katika nchi hii na imefanya kazi nzuri mara nyingi ya kukosoa Uh, serikali na wakubwa wengine. Maana wakubwa si serikali peke yake, kuna wakubwa ambao ni, ni, ni nguvu za kibiashara ambazo zimetamalaki kila mahala, na zinaweza zikawaumiza watu wakati mwingine hata kuliko serikali, lakini yote hii tumeshaua, na sasa hivi we are very happy as a medialess society. Tumefu, tunafurahi sana kwamba hakuna mtu anasema lolote Anayesema anayeruhusiwa kusema, na bado nawasikia ni kusifu sana jinsi, yes, tunavyopata baraka kubwa sana na raha tunayoipata katika maisha yetu, eh, kwa hiyo tungeanzia hapo kwanza kwamba tuwe na media kama mlivyosema nyie, tuwe na media ambayo itatusaidia kujua nini kinaendelea hapa, kabla hatujaona hii PPP ikizaa matunda makubwa, makubwa sana. Napenda kumshukuru vile vile uh, Sabato uh, ambaye ni mfano wa watu ambao <clears throat> wanatupa matumaini kwamba ile kazi iliyoanza miaka ya sitini, sabini, themanini inaendelezwa na vijana ambao wana uchungu na nchi yao na wanaweza wakatoa mchango mkubwa sana, vijana, wanawake, euh, wanafunzi <coughs> na kadhalika kutoa mawazo ili kuendeleza uh, miradi tunayozungumzia na kuendeleza utamaduni wa kukosoana na kurekebishana na kuongozana ili tuweze kufikia ngazi za juu zaidi za maendeleo. Napenda nikushukuru sana mwezeshaji, naomba na nimalizie hapa, asanteni sana. asante sana kwa, kwa mada hiyo